Vile Uganda ni mmoja wa waasisi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, zile nchi tatu Uganda, Kenya na Tanzania, inasikitisha kuona kwamba Uganda haijatilia mkazo aa, kuhamasisha raia wake kupokea hii lugha na kuitumia. Afrika Mashariki moyo na kitovu cha lugha ya Kiswahili hapa um, tunapozungumza sasa, Jumuiya ya Afrika Mashariki ina wanachama nchi nane. Sasa hizi nchi nane sio kwamba kote Kiswahili kinatumika, lugha hii huimbwa kama wimbo wa umoja. Uganda imeendelea kukumbatia lugha hii kwa mikono ya sera, lakini kwa miguu ya mashaka. Central Region, yaani makao makuu ya nchi yetu na kila kitu, ni Buganda, na wale wanahofia kwamba wakikumbatia Kiswahili kitakuja kuathiri lugha yao ya Kiganda, ingawa katiba ya Uganda sasa inatambua Kiswahili kama lugha rasmi ya kitaifa hali ya matumizi yake miongoni mwa wananchi bado ni kama kupanda mlima bila kamba, kulingana na changamoto za historia tulizokuwa nazo tangu, uh, enzi za vita vya Kagera. So wanajeshi wa Tanzania na wa Uganda inasemekana walinyanyasa, walinyanyasa sana raia wa, wa Buganda wakitumia Kiswahili. Wanaharakati wa kueneza injili ya lugha wanasema kuna nia lakini njia ni ya majaribu. Viongozi wa nchi wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki lazima waketi chini na kutafuta mbinu uwezeshi. Msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu katika makala Afrika Mashariki. Hii leo tunatuama nchini Uganda kuangaza juhudi za wanaharakati katika kukuza lugha ya Kiswahili katika taifa hilo mwanachama asilia wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Maandalizi na msimulizi wako Unatamalatini Nyoni, nasema karibu tuwe sote hadi tamati. Kwa muda kumekuwa na msemo usemao kiswahili kimezaliwa Tanzania, hasa maeneo ya pwani kama Zanzibar na Bagamoyo, kikakulia Kenya na kikafia Uganda. Kauli hii inaonyesha masikitiko kwamba licha ya Uganda kukitambua kiswahili kama lugha rasmi, matumizi yake bado ni madogo. Serikali ya Uganda ilipotangaza kiswahili kuwa lugha rasmi ya pili mwaka elfu mbili na tano, wengi walidhani ilikuwa ni alfajiri mpya ya mawasiliano ya pamoja. Lakini miaka imeenda na hali halisi imebaki kama ilivyokuwa. Kwa nini kimejaa kwenye makabrasha ya sera lakini kinayumba kwenye ulimi wa raia wa kawaida? ni swali nililomuuliza kwa njia ya simu daktari Kisembo Tendo mkurugenzi mtendaji wa shirika la Afrika Mashariki Vijana Face, lenye makao yake Kampala, Uganda na mwanaharakati wa Kiswahili nchini humo um... Hapa tunapozungumza sasa, jumuia ya Afrika Mashariki ina wanachama nchi nane, ikiwemo Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudani Kusini, Congo DRC na Somalia. Sasa hizi nchi nane, sio kwamba kote Kiswahili kinatumika. Kiswahili kinatumika kwenye nchi ya Tanzania na Kenya kwa asilimia kubwa, Burundi na Congo kiasi fulani, alafu na Rwanda. Lakini sasa kwa vile Uganda ni mmoja wa waasisi wa jumuiya ya Afrika Mashariki, zile nchi tatu, Uganda, Kenya na Tanzania. Inasikitisha kuona kwamba Uganda haijatilia mkazo kuhamasisha raia wake kupokea hii lugha na kuitumia. Ukweli ni kwamba utekelezaji wa sera haujaambatana na mikakati thabiti ya kijamii na kielimu viongozi wanalizungumza kwa matamko na si kwa mfano, Buganda ilibahatika kwamba wakoloni walipokuja hapa, ziwa Victoria liko kwenye ufalme wa Buganda. Sasa mambo mengi yote yako kwenye ufalme huu, na huu ufalme wa Buganda una lugha yao wanaita Kiganda. Sio kwamba kila Mganda anazungumza Kiganda lasha, sio hivo. Kuna kabila zingine kama vile Wachaga wa Pare nimesema huko Tanzania na hapa kuna kabila zingine, lakini tumejikuta tuko kwenye Central Region, yani makao makuu ya nchi yetu na kila kitu ni Buganda, na wale wanahofia kwamba wakikumbatia Kiswahili kitakuja kuathiri lugha yao ya Kiganda. Kwa baadhi ya Waganda, Kiswahili ni mgeni aliyealikwa mezani, lakini anayechungwa kwa jicho la tahadhari. Historia inaonyesha mchango mkubwa hapa. Katika nyakati za Idi Amin na tawala za kijeshi, Kiswahili kilihusishwa na ukatili, uongozi wa mabavu wa majeshi yasiyo na huruma, hadi leo baadhi wa ya wazee bado hufinya midomo wakisikia Kiswahili kama kumbukumbu -kumbu za kilio cha kale kinavyowarejesha ghafla. Hili limeathiri mno kupokelewa kwa lugha hii hususa katika maeneo ya Buganda ambapo Luganda utawala. So wanajeshi wa Tanzania na wa Uganda inasemekana walinyanyasa, walinyanyasa sana raia wa, wa Buganda wakitumia Kiswahili sasa ini ikasababisha watu wa Uganda kuchukia lugha ya Kiswahili na sio wote lakini wale wa ufalume wa Buganda walinyanyasika sana na ikasababisha uh, makosa ya kihistoria ya raia wa Buganda kuchukia Kiswahili. Ni kweli kwamba upinzani kwa baadhi ya Waganda kwa Kiswahili una mizizi ya kihistoria. Lugha hii inahusishwa na mamlaka za kijeshi na ukandamizaji, lakini je historia hii bado ina uzito hadi wakati wa leo? Yaliyotokea anasikitisha, lakini hatuwezi kuendeleza hiyo chuki hadi lini? Vizazi vimekuja vimepita, vingine vimekuja vimepita, na kama tunatangamana na kufanya biashara pamoja, lazima kiswahili ndiyo lugha wezeshi. Hatuwezi, hatuna budi kuikumbatia. Msikilizaji wa RFI Kiswahili, pamoja na changamoto hizo, serikali imechukua hatua kadha, kwa mfano Kiswahili sasa ni somo la lazima katika shule za msingi na sekondari, vyo vya ualimu vimepewa jukumu la kufundisha walimu kwa Kiswahili, na baadhi ya maafisa wa serikali wameanza kupokea mafunzo ya lugha hii. Aidha, jeshi la wananchi wa Uganda, UPDF, limeendelea kutumia Kiswahili kama lugha ya mawasiliano, jambo linalofanya kuendelea kuenea kwa njia isiyo rasmi. Um, juhudi zipo na tunazipongeza. Awali ya yote naomba nikufahamishe na wasikilizaji kwamba kila Jumatatu, kila wiki Jumatatu, kuna baraza la mawaziri, kuna kikao baraza la mawaziri linaketi ikulu Entebe, saa moja kabla hawajaenda kwenye kikao chao, imetengwa saa limoja, limetengwa kwa ajili ya kuwafundisha mawaziri wa Uganda lugha ya Kiswahili. Hiyo ni directive imeshapita, na inafani, wanaifuatilia inafanyiwa kazi. Pili, lugha ya Kiswahili sasa, katiba yetu, bunge letu lishapitisha kwamba ni lugha rasmi, na shule zetu zina zimeanza kufundisha Kiswahili. Vyombo vya habari nchini Uganda vina nafasi ya kuwa injini ya ukuaji wa Kiswahili, lakini mchango wao umekuwa wa kubahatisha. Redio chache zimejitahidi kuanzisha vipindi vya Kiswahili, lakini televisheni nyingi bado hazijapiga hatua kubwa. Kipenga cha serikali kimepulizwa, lakini wachache wamelisikia au wamechagua kulipouzia hapo. Bado kuna changamoto kubwa. Kwa kusema kweli, kusema kweli, kuna changamoto kubwa ukiangalia, ni uh, shirika la utangazaji la taifa, yaani UBC Uganda Broadcasting Corporation, ndiyo ina taarifa ya habari saa kumi na mbili tu basi. Kwa hiyo hakuna vyombo vingine, hakuna vyombo vingine vya habari vinavyo Uh, tangaza au kufanya matangazo kwa lugha ya Kiswahili. Katika bara linaloamka kiuchumi, lugha ni zaidi ya chombo cha mawasiliano, ni silaha ya ushirikiano. Uganda inapochelewesha kuhimiza Kiswahili inajiweka pembeni mwa jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo Kiswahili ni lugha ya biashara, diplomasia na kielimu. Kutokipa Kiswahili uzito unaostahili ni kama kuchoma daraja kabla ujavuka mto wa maendeleo ya kikanda. Namuuliza Daktari Itendo, nini kifanyike katika kusisimua lugha hii nchini Uganda? Aa, kuna mambo mengi ambayo yanaweza kufanyika lakini, awali ya yote, sisi tumependekeza kwenye azimio la Kololo Mheshimiwa Rais na Bunge watangaze wiki ya uzungumzaji wa lugha ya Kiswahili. Methali ya Kiswahili husema lugha ni mkono wa pili. Uganda kwa kutambua Kiswahili kisheria ilishika mkono huo wa pili. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, imeweka Kiswahili kama lugha ya kazi. Kupitia EAC, Uganda ina nafasi ya kujifunza kutoka kwa majirani zake kama Kenya na Tanzania, ambao wamepiga hatua kubwa katika kuifanya Kiswahili kuwa lugha ya kitaifa kwa vitendo. Sio tu kwamba viongozi wetu watilie mkazo kwa ajili ya Uganda, wito wetu ungekuwa kwamba viongozi wa nchi wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki lazima waketi chini na kutafuta mbinu wezeshi za kusaidia raia wao kwa kila nchi kujifunza lugha ya Kiswahili. Msikilizaji wa RFI Kiswahili, na kufika hapo unaweka nukta katika makala haya ya Afrika Mashariki hii leo. Tulituama nchini Uganda kuangaza na kumulika juhudi za wanaharakati katika kukuza lugha ya Kiswahili katika taifa hilo, mwanachama asilia wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwandalizi na msimulizi wako unaitwa Maltini Nyoni. Hadi wakati mwingine, kwa heri, kwa sasa na uwe na wakati mwema.